Sisi kama wachezaji Mw tunamshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu kwa kuweka historia kwa mara ya kwanza, Ayo, sngu, ya kwanza hatua hiyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tuendelea kuweka historia katika, katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo tunafurahi uh, sana najivunia uh, leo ni, ni, kila mchezaji alikuwa anaingia na ya, kwa ngena, uh, mental ya ku, ku, kupata matokeo au kwa suluhu. Lakini ndio lakini kucheza leo kwamba mechi ya leo lazima tuvuke kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu maombe tulimwomba katujibu. Ya, najua tu mechi ngumu, najua ni mechi ngumu uh, wale ni wenyeji, kwa hiyo wana mashabiki wengi hapa wana, wana, wana, watakuwa na nguvu kubwa, lakini sisi tutaenda katika uwanja wa mazoezi, tutajipanga uh, ili kupata matokeo katika mchezo huo. Hivyo kwanza napenda kumshukuru Mungu, na ni kitu kizuri sana kwenye karia yangu kuweka historia ya kuweza kufika hatua hii. Kwa hiyo niko proud na nchi yangu na niko niko, niko proud kwa mwenyewe, kwa sababu nimeweza kufika sehemu ambayo watu na watu hawajawahi kufika kwayo. Mimi ningependa kumshukuru Mungu sana kwa hii sehemu alionifikisha.